Mambo vipi? This is Konde Boy. Jeshi the CEO of Konde Gang. Ni kwa hapa kwa address hii jambo na kuhusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Uh, nami nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish you all the best. I'll catch you back all time as usual. Catching na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, mwoni mnafanyaje? Eh uh, yeah contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master, ikisema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi, ili ziwe za kwake lifetime, je, zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea lipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo uh, ndio ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye, um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe, so um, I did my best I wish him all the best. Napenda sana msupporteni sana hizi uh, independent artists from now on. Mkiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pate risk, aisaidie familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza, kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Mochinga, kina Angela, Kilichidi walikuwa pokea na Country Boy na wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own masters zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye malalamiko ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting inshallah. Lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe. Nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na Bwana Chinga sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya kila sanaa au suluhisho. Uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia waloniambia sofa nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kathia. sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka na, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia. La mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimeambia amtoe, uh, mama yake mzazi, na sio kwamba sijui na sio kwamba sijui. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwani kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? uh, nimemwachia Mungu, second nimemsamehe, na mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa ikimpendeza basi kwa wakati wake chao, aseme sana, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa, na mimi nitamwongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother na si ataende kuwa my brother, Konde Gang nyumbani kwake, because Konde Gang made him yeah. Kwa hiyo ushimu the best. So, kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea kuisupport Konde Gang, nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja, eh na yeah, thank you so much for your time watching this and konde gangs, for everybody, this is Konde Boy, all love.